Maandamano yanayojadiliwa mtandaoni ni haramu kwa mujibu wa sheria, ni kauli ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama wakati anahitimisha awamu ya nne ya mazoezi ya utayari yanayojumuisha majeshi yote. Lakini nifikishe ujumbe kwa wananchi, wasiwe na hofu, wasiogope. Anena kwenye mitandao, huu haina mipaka, mtu anaweza kaongea hata akiwa mjuzi, lakini kwa Tanzania sisi hatuna katazo lolote la kushiriki uchaguzi na maandamano yanayozungumzwa ni haramu, na haramu hayajakubalika kisheria, na sisi ndiyo wenye wajibu wa kusimamia wa, wa ulinzi na usalama. Waiwe wajitokeze kwa wingi kwenye vituo vile walivyojiandikisha, tutakuwa na ulinzi wa kutosha, utakuwa na, na, na, na doria za kutosha, na vituo vile vitalima kwenye vituo vya kupigia kura. Sisi kama askari, jukumu letu kubwa kwanza ni kuhakikisha usalama wa vifaa vyote vya uchaguzi kwenye eneo lile, si ndiyo? lakini tunao jukumu na pili, kusaidia watu wenye wa, wale, wale makundi maalum, si ndio? Wale mama wajawazito wa wa wazee wa wa wasaidia asaidia kuwapaa wapewe kipaumbele kwenye piga kura, lakini wengine wanao wajibu wa kufuata mstari na kupiga kura. Baada ya kupiga kura, sheria inawataka waondoke. Ile sheria ya tume huru ya uchaguzi wanaambiwa wakae mita mia tatu vya

Tumepokea magari hizo nyingi za kisasa za kisayansi. Na ndio maana kwamba hatarajii kwamba kuna mtu atapata madhara wakati wa zoezi la uchaguzi kwa sababu tuna nyenzo za kisasa kabisa na kujia sayansi nzuri katika kudhibiti wa hii. Sisi tumepewa jukumu, sheria namba moja ya mwaka 2024 ya ya tume huru ya uchaguzi, kifungu cha 162 kinatoa wajibu kwa serikali kusimamia ulinzi na usalama, lakini kimetoa yale majukumu kutoka kwenye sheria ya polisi, sheria ya kurasa namba 322 kifungu cha 5 yametajwa majukumu kama matano pale. Ya yeah, si habise, na na kwetu sisi ulinzi na usalama. Hongereni, kwanza tumefanya vizuri leo wenyewe mmejionea na gani ambao kutoka tunaanza mpaka leo tumekuwa na mabadiliko. Tuendelee hivyo hivyo. Mazoezi. Mazoezi. Asante sana. Hongereni kwa hotuba nzuri. Lakini kwa ujumbe niliotoa, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu, tunaelekea kwenye kazi maalum. Tutimize wajibu wetu. Asanteni sana. Niki ripoti kutoka hapa viwanja vya kikosi cha kutuliza ghasia Morogoro, ambapo mazoezi haya yamefanyika. Mimi nikaa Simuakida, na hii ni Usalama TV. Usiache kusubscribe, comment na kulike peji za Jeshi la Polisi ili kuwa mwanafamilia.